Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya redio China ya kimataifa. Hii ni nuru ya Mashariki. Tuliokuandalia hii leo: mbunge wa Urusi na msomi wa Tanzania wasema kauli za Takaichi kuhusu Taiwan zadhoofisha za mpangilio kima wa kimataifa wa baada ya vita; China yazindua mradi wa kwanza wa ubadilishaji kamili wa gesi ya tanuri la cok na sekta ya magari ya China yachukua hatua kubwa kwa AI ikiboresha uzalishaji na mnyororo wa usambazaji. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwish. Mbunge wa bunge la Urusi na msomi wa kitanzania wamekosoa vikali matamshi ya uchokozi wa waziri mkuu wa Japan Sanae Takaichi kuhusu Taiwan ya China wakisema kuwa kauli yake ni changamoto kwa mpangilio wa kimataifa wa baada ya vita kuu ya pili ya dunia na inaweza kuhatarisha utulivu wa kikanda na wa dunia. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Katika kikao cha bunge la Japan mnamo Novemba 7, Takaichi alidai kuwa hali ya dharura ya Taiwan inayohusisha matumizi ya nguvu za kijeshi na China bara inaweza kuwa hali iliyotishia uhai kwa Japan.

But also to the world. Matamshi ya Takaichi kuhusu Taiwan pia yamekosolewa vikali na wanazuoni wa sheria makundi ya kupinga vita na vyama vya upinzani ndani ya Japan. Maoni ya umma nchini Japan yamebainisha kwamba kauli ya Takaichi ilikiuka ahadi iliyotolewa na serikali ya Japan katika taarifa ya pamoja ya Japan na China ya mwaka 1972 na ilipingana waziwazi na sera ya muda mrefu ya Japan kuhusu China jambo ambalo lingeleta mvutano usio wa lazima katika eneo hilo. China imezindua mradi wake wa kwanza wa ubadilishaji kamili wa gesi ya tanuri la coke kuwa nishati safi katika jiji la Lingyuan, mkoa wa Liaoning, hatua inayotajwa kuwa ni mafanikio makubwa katika kuendeleza sekta ya chuma kwa njia rafiki kwa mazingira na kukuza maendeleo ya chuma kijani nchini humo. Ronald Mutie anaripoti China imezindua mradi wake wa kwanza unaofanikisha ubadilishaji wa asilimia mia moja ya gesi taka inayopatikana wakati makaa ya mawe yanapochomwa kwa joto kali ndani ya tanuri, mafanikio ambayo yanahakikisha kupatikana kwa nishati safi. Mradi huo ambao uko katika mji wa Lingyuan, mkoa wa Liaoning, kaskazini mashariki mwa China, ni hatua inayochukuliwa kuwa mafanikio makubwa katika maendeleo ya kijani ya sekta ya chuma. Gesi ya tanuri la cok ni mojawapo wa gesi taka za viwandani ambazo zinazalishwa katika utengenezaji wa chuma, na kwa muda mrefu imekuwa ikitumika kwa kiwango cha chini sana. Katika kampuni ya teknolojia ya nishati mpya ya Anchi, kituo kipya cha nishati kilichojengwa hivi karibuni, mafundi wametumia teknolojia za kisasa za kutenganisha na usanisi kubadilisha gesi hiyo kikamilifu kuwa gesi asilia iliyoyeyushwa, yani LNG, amonia ya kioevu na hidrojeni.

China ndio mzalishaji mkubwa zaidi wa coke duniani, ikizalisha takriban mita za ujazo bilioni mia mbili na kumi za gesi ya tanuri la coke kila mwaka. Ikiwa asilimia 30 ya gesi hiyo itatumiwa kikamilifu, itapunguza uzalishaji wa hewa ya ukaa wa sekta ya chuma kwa takribani tani milioni 45. Sekta ya magari nchini in China inaingia katika hatua mpya ya kasi ya kiteknolojia, huku matumizi ya akili bandia AI na takwimu kubwa yakibadilisha mifumo ya uzalishaji na usambazaji hatua inayopunguza muda wa kutengeneza magari mapya na kuibua vyanzo vipya vya ukuaji wa kiuchumi. Jacob Mogoa anatufahamisha zaidi. Katika maonyesho ya kimataifa ya magari ya Gwanzu 2025 yanayoendelea, wataalamu wa sekta wamesema mageuzi haya yanazidi mipaka ya uhandisi wa kawaida. Sasa yanabadilisha jinsi magari yanavyobuniwa, yanavyozalishwa na hata jinsi watu wanavyoyatumia. Huko Shanghai chama cha wazalishaji magari kimejenga mfumo maalum wa usalama wa data unaofanya kazi kama soko kuu la data kwa sekta ya magari. Mfumo huu unafungua vizuizi vya upatikanaji wa data katika mnyororo mzima wa ugavi, ukiunganisha watengenezaji magari, wazalishaji wa vipuri, taasisi za utafiti na makampuni ya bima kwenye jukwaa moja la kidijitali. Katika kituo cha majaribio ya upepo cha taasisi ya uhandisi wa magari ya China mjini Chongqing, wataalam wameunganisha data nyingi za majaribio halisi ya upepo na data za uigaji wa kompyuta, kupitia upangaji wa kitaalamu na uhifadhi uliosanifiwa wameunda seti ya data ya ubora wa juu ambayo AI inaweza kuielewa na kuitumia moja kwa moja. Data hii inarahisisha mchakato wa utafiti wa ubunifu wa kampuni za magari na imepunguza karibu asilimia 20 ya muda wa kutengeneza mfano mpya wa gari tunakusanya zaidi ya data 17 takwimu za msukumo wa upepo na kelele zimejumuisha viashiria vyote muhimu kama nguvu inayoikumba bodi ya gari, mwelekeo wa hewa na kelele za ndani. Hii ndiyo seti kubwa zaidi ya data ya aerodynamics katika sekta ya magari kwa sasa, na inasaidia AI kuokokotoa kwa usahihi msukumo na kelele za upepo, hivyo kuongeza ufanisi wa kampuni katika kubuni magari mapya. China inaendelea kuwavutia wageni wengi kutoka nje ya nchi, huku wengi wao wakifurahia utamaduni wake mbalimbali, mbali na bidhaa za ubora wa juu. Ongezeko hili linahusishwa na sera mpya za kuondolewa kwa viza kwa baadhi ya mataifa, urahisishaji wa taratibu za kuingia nchini, pamoja na mifumo bora ya malipo ambayo imewafanya watalii kununua na kusafiri kwa urahisi zaidi. Tomwanjala na maelezo zaidi. Chama cha usafiri wa wanafunzi na vijana kutoka Marekani kilileta mashirika yake 16 ya usafiri wa elimu nchini China wakati wa mjadala wa Shangshu wa Umoja wa Utalii Duniani yaani WTA wa mwaka huu uliofanyika kuanzia Jumanne hadi Ijumaa mjini Hangzhou, mkoa wa Zhejiang, mashariki mwa China. Kwa pamoja walitembelea miji mbalimbali maarufu ili kubuni ratiba maalum za wanafunzi. Katika ziara yao ya siku kumi nchini China, mawakala hawa wa kimataifa walijifunza taichi na kushuhudia utamaduni wa opera ya Peking. Walitembelea makumbusho ya tovuti ya hekalu la mfalme Qin Shi Huang na kujaribu utengenezaji wa udongo wa kauri mjini Xi'an, mkoa wa Shaanxi, kaskazini magharibi mwa China. Pia walijifunza sanaa ya jadi ya chai na kutembelea ziwa la magharibi mjini Hangzhou, wakijitumbukiza katika historia na utamaduni wa miji tofauti. Takwimu zinaonyesha kwamba idadi ya watalii wanaoingia China imeongezeka kwa zaidi ya asilimia mia moja mwaka kwa mwaka mwaka wa 2025, huku viwango vya matumizi vikiongezeka pia. Watalii kutoka Ulaya na Marekani wanachukua sehemu kubwa zaidi ambapo matumizi ya wageni kutoka Marekani yameongezeka kwa asilimia 50 na yale watali ya watalii wa Ufaransa yamepanda kwa asilimia 160. Ukuaji huu wa matumizi unatokana na utekelezaji wa sera mbalimbali za urahisishaji wa malipo. Hangzhou ilizindua huduma ya kwanza chini ya tap to tax refund kwa wanaoondoka mwezi Agosti, ambapo kwa kugusa simu yenye teknolojia ya NFC, marejesho ya kodi yanafanyika ndani ya dakika mbili. Mradi wa majaribio wa tap to tax refund utaanza kupanuliwa kote nchini China. Idadi ya nyani adimu aina ya pua bapa yani Yunan snub-nosed monkey katika hifadhi ya taifa ya Yunlong Tianchi kusini magharibi mwa mkoa wa Yunan nchini China imeongezeka na kufikia 350, hali inayoashiria mafanikio ya juhudi za uhifadhi na kuboreka kwa mazingira yao ya asili. Ronald Mutie na maelezo zaidi. Idadi ya nyani adimu aina ya Yunan snub-nosed manki katika hifadhi ya taifa ya Yunlong Tianchi mkoani Yunan, kusini magharibi mwa China imeongezeka hadi mia tatu hamsini, ikionyesha ukuaji thabiti wa kuboreka kwa mazingira yao ya asili. Hayo ni kulingana na utafiti wa hivi karibuni wa ekolojia. Wakati wa ufuatiliaji, watafiti waligundua kwamba makundi ya nyani wako katika afya nzuri na wanajishughulisha hukuu wa kirekodi njia huku wakirekodi njia zao za kuvuka milima na tabia zao. Yulong Tianchi, iliyoko kwenye mpaka wa kusini kabisa wa eneo lililojulikana la spishi hii, ndio hifadhi ya taifa pekee nchini China ambapo nyani hawa ambao wako katika daraja la kwanza la ulinzi wanapatikana, kusini mwa China. Spishi hii iligunduliwa mara ya kwanza katika eneo la mlima Longma Juni mwaka 1988 wakati huo kukiwa na kati ya nyani 50 hadi 60 Tangu wakati huo hifadhi hiyo imeendelea kutekeleza mradi wa kurekebisha njia za ikolojia ili kuunganisha sehemu zake za kaskazini na kusini. Kupanda miti aina ya sprus na amad pine ambayo nyani wanapendelea kumeunda daraja muhimu la kubadilishana jenetiki, huku ikichangia mazingira endelevu kwa ajili ya kuzaliana na kuishi kwa spishi hii utafiti wa pamoja uliofanywa Novemba na hifadhi hiyo na taasisi kadhaa za utafiti umethibitisha kuwa idadi ya nyani imeongezeka kwa takriban mia tatu tangu ufuatiliaji wa awali ulipoanza katika mabonde tulivu ya mji wa Shannan, mkoa Sijang. Safari ya mfugaji wa nyuki imekuwa kuwa sekta ya asali inayotoa fursa kwa maelfu ya familia za Tibet, ikiashiria e, mwanzo wa mageuzi makubwa ya kiuchumi na kijamii katika enzi hiyo za Kiapong na mengi zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Ujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni za kia Peng. Katika mabonde tulivu ya mji wa Shannan mkoa wa Shizang, safari ya mfugaji wa nyuki imeshamiri na kuwa sekta ya asari na kutoa fursa kwa maelfu ya familia za Shizang. Mwezi Juni mwaka elfu mbili na kumi na sita, changli Fu, mtaalam wa kufuga nyuki alipeleka maboksi ishirini ya nyuki katika bonde lililoko Shannan. Msimu huo wa joto alianza kile ambacho baadaye kilikuwa ni mageuzi makubwa katika viwanda vya huko. Chang anakumbuka safari yake ya kwanza katika bonde hilo huko Shannan, akiliita kuwa nzuri sana. Kwa miaka kadhaa alifanya utafiti ili kupata chanzo kizuri cha maji maji matamu katika maua. Katika utafiti wake wa kwanza huko Chang alitumia zaidi ya saa tisa akipanda milima mitatu na kunyeshewa na mvua kabla ya kugundua bonde lililojaa maua pori ya aina mbalimbali mbali. Ikiwemo karibu aina sita zinazotoa majimaji ya ubora wa juu katika maua. Alifuatilia sehemu ambazo nyuki wanakunywa maji na aina ya maua yanayopendelewa. Mara ramani yake ya majimaji ya maua ilipokamilika, kila nyuki katika maboksi yale ishirini alikuwa na makazi katika miaka kadhaa iliyopita operesheni ya Chang iliongezeka kutoka maboksi 20 hadi zaidi ya elfu kumi na moja na mia saba. muhimu zaidi njia yake iliundwa kujumuisha wakazi wa huko hususan wanakijiji wa Shita katika mchakato wa ufugaji wa nyuki bwana Chang aligawanya ufugaji wa nyuki katika hatua 26 kisha akagundua kuwa hatua tano au sita kati ya hizo kama vile uangalizi wa kila siku zinaweza kufanywa na jirani zake wa Washita. Katika mwaka wa kwanza familia thelathini na nne zilijiunga na mradi huo. Katika mwaka wa pili zaidi ya familia mia moja zilijiunga na mradi mpaka sasa zaidi ya familia elfu saba zinajihusisha Maafisa wa huko wamejionea wenyewe jinsi chumvi wa ufugaji wa nyuki ulivyobadilisha mtazamo. Kwa mujibu wa naibu mkurugenzi wa kamati ya kijiji cha Jeba katika wilaya ya Nandong, zamani watu walichukulia maua kama mimea inayopendeza tu. Sasa wanapoona maua, wanafikiri kuongeza pato lao la jumla.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

Kazi ya kufanya nyumbani ya leo ni kuandika herufi za Kichina na kesho tutaendelea kujifunza Kichina nam na, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Lakini kabla sijaondoka, chukua hii chakula cha msibani huwa kitamu tu kama hakijapikwa kwenu. Mie ni Khamis Darwesh, masalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki underscore c kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya cheche kwenye Google play na app store.